Juma lililopita tulikuletea taarifa kumhusu mwigizaji pamoja na mfanyabiashara Nicole Joyberry juu ya sakata lake la kutapeli fedha za upatu kwa watu ambao alikuwa akichezesha michezo hiyo. Sasa, siku ya Jumatatu ya tarehe kumi mwezi wa tatu 2025 mwigizaji Joyce Mbaga mwenye umri wa miaka thelathini na mbili maarufu kama Nicole Joy Berry amefikishwa katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo alisomewa mashtaka yake matatu ikiwemo kuendesha genge la uhalifu na kupokea shilingi za Kitanzania milioni 185.5 kutoka kwa umma bila kibali kutoka Benki Kuu ya Tanzania yani BOT, ambapo mbali na Nicole mshtakiwa mwingine ambaye alitajwa kuwa na yeye anahusika na hizo ishu za ukusanyaji wa fedha za upatu bila ya kibali kutoka katika Benki Kuu ya Tanzania yaani BOT ni Rehema Mahanyu mwenye umri wa miaka 31. Msanii Nicole Joyberry na wenzake wamesomewa mashtaka hayo na wakili wa serikali Bi Roda Maingu mbele ya hakimu mkazi mkuu Bwana Ramadhani Ruge Malira wakidaiwa kwamba wameyatenda makosa hayo kati ya Julai 2024 hadi Machi 2025 tano ndani ya mkoa Dar es Salaam. Wakili Maingu alidai kwamba katika shtaka la kwanza, washtakiwa wanatuhumiwa kuliongoza genge la uhalifu ambapo wanatuhumiwa kwa miezi hiyo na miaka hiyo wakiwa ndani ya mkoa Dar es Salaam waliendesha biashara halifu au jinai kwa lengo la kujipatia faida kutoka kwa jamii na kupokea amana au miamala bila kupata leseni kutoka Benki Kuu ya Tanzania, yani BOT. Katika shtaka la pili, washtakiwa hao wanatuhumiwa kati ya Julai 2024 na Machi 2025 wakiwa eneo lisilofahamika ndani ya mkoa wa Dar es Salaam walipokea amana ya shilingi milioni 185 laki 5 na elfu 15 kutoka kwa jamii bila kuwa na leseni. Na katika shtaka la tatu, washtakiwa waliendesha mfumo wa malipo bila kuwa na leseni ya malipo iliyotolewa na Benki Kuu ya Tanzania yani BOT. Baada ya watuhumiwa hao kusomewa mashtaka yao siku ya Jumatatu ya tarehe kumi mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano kesi hiyo imeahirishwa hadi Machi 24 2025, na washtakiwa hao wamerudishwa rumande baada ya kushindwa kutimiza masharti ya dhamana ambapo walitakiwa kuwa na wadhamini wawili na kuwasilisha mahakamani fedha taslimu shilingi milioni 46.3 au hati ya mali isiyohamishika yenye thamani sawa na hiyo. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.